Mtazamaji, nilikuwa nishawatambulisha viongozi wangu, na kama nilivyokuambia kwamba tumekuwa na safari ya kutembea eneo baada ya eneo. Tulianzia mlima Kenya, tukaenda magharibi mwa, uh, mwa Kenya, tukaja Nairobi, tukaelekea Ukambani. Uh, sasa hivi tumekuja Nakuru, na tutaendelea maeneo mengine, ili tupate viongozi, tusikie kauli zao, wasikie maoni ya wananchi. Lengo ni kuwa na Kenya ambayo watu wanajifunza kutoka kwa maeneo mengine. Kwa hiyo kama nilivyokuambia hapo mapema wengi tumewalika, wengine wamekuwa na majukumu, wengine wamefika, tunawashukuru. Asante sana kiongozi Rinjo kwa kufika studio zetu, karibu sana, kukaribisha rasmi David Karia pia vile vile shukrani sana Samuel Arama, asante kwa kufika. Martha Wangari shukrani sana pia vile vile Karanja wa Mariam shukrani sana. Kabla tuzungumze maendeleo, asubuhi tulikuwa tumepanga hii mada. Hii ni kitu ambacho kimefanyika usiku wa kuamkia leo, kwamba tumeona kwamba kuna mfanyibiashara ameaga dunia na ukiangalia kwa kipindi cha siku saba anakuwa ni mfanyabiashara mwingine watatu kuuawa kwa siku saba, mm, kama viongozi wa Nakuru hii. E, hali nadhani pia hizi taarifa mmezipata mkamka mkazipata asubuhi, mmezipokeaje na mnadhani ni nini kinatakana kufanyika haraka ili hii hali isiendelee? Nikianza nayo bwana. Asante sana, hiyo maneno ya watu kuuawa saa zingine nakuwa ni kawaida, si kitu tunaweza sema ati ni security mbaya Nakuru, kwa sababu Nakuru security ko sambamba lakini, baada ya mtu akakuja tena constituency yangu na akaenda akapiga mtu mwingine risasi mali inaitwa Mwariki. Uhum. Lakini saa hii tumeenda kufuatilia, tumekuta ni hata tumejua jina, kwa sababu polisi wametueleza ni nani na wanaendelea kumsaka, hata hakuna kitu. Saa zingine unaenda kama yangu hiyo, waliipa pesa kidogo sana, shilingi elfu thelathini. Kwa hivyo, kwahivyo, eh, I think polisi wanaendelea kumsaka na ni mtu mmoja tujula, alikuwa kuwa mheshimiwa Gikaria jula amekuwa kwangu na pengine kama amekuwa kuingine kama kuanchoki, it's the same, same person. Uh -huh. So I think, uh, to, police wako kwa ground, wanaendelea kumtafuta uh -huh. Na tunatarajia ya kwa ben time watakamata yeekamata kauli ya omata wangari kwa, mm, kwa sababu ya masuala ya usalama. Kwanza niseme mimi ninafikiria kumekuwa na changamoto sana Uh, kwa usalama kukua ume, umedidimia sana na eneo ambalo sana limegongwa na jambo hili ni hapo tunaita Barnabas. Barnabas iko kwa mpaka ya Gilgil mpaka ya Bahati na mpaka ya Nakuru Town East uh -huh. Na sio kisa moja, sababu tumekuwa pia, jana kumekuwa na mchango hapo Barnabas, sababu tuna mtoto ambaye alikatwa shingo hapo hapo eneo hilo Mm -hmm. Kwa hivyo kumekuwa na changamoto sana, na mimi na Mheshimiwa Njoki pia tumereisa na tumeongea na waziri sana juu ya hiyo security, na sio hapo tu, kama kwangu Gilgil sasa mahali tunaita teachers mm -hmm. uh, pale town ndani tuko na usalama umezorota kabisa mm -hmm. kwa hivyo tuko na challenge kubwa, namba moja, mambo ya magari polisi wetu hata wakiitwa usiku hawana hata njia uh, ya kufikia mwito huo sababu magari hakuna. Tumeomba gari. Tumezunguka kama Gilgil ni eneo kubwa sana zaidi ya kilomita uh, elfu moja na mia tatu uh, 1342 square kilometers kwa hivyo kutoka uh, mtu atoke Kiambogo na mwingine ako Dhugunui uh -huh. na police station inaitwa pakawa haina hata motorbike. Kwa hivyo hata wakiitwa wakati kuna shida hawawezi kurespond haraka. Kwa hivyo lile jambo ningesema ni kwamba lile tumeomba Waziri Murkomen Nakuru inahitaji kukuwa na magari ya polisi, na walikuwa wamesema wanafanya leasing, tunangoja kupewa na Gilgil haijapata na bila hiyo askari wetu hawataweza kufikia hawa uh, wakora na wahalifu ambao wanasumbua wananchi katika kuna, kuna maeneo ambayo hata pikipiki hayana, na kitu hakuna kabisa, hakuna kabisa. Na unajua saa nyingine wanafikiria sisi viongozi ndo hatujaomba hayo magari. In fact nilikuwa nimefika mahali nikasema, tuna, tu, tunafaa kuangalia hata sheria yetu ya CDF tukubaliwe kununua gari ya polisi ukinunua gari ya polisi sababu tunafanya mambo ya usalama ichukuliwe na ikuwe managed na National Police Service, labda kubadilisha sheria, lakini wacha tupewe ruhusa tununue magari ndo tuweze kuhakikisha kwamba askari wetu wanaweza kurespond kwa wananchi wakati wanahitajika. Na bila shaka ni taarifa ya kusikitisha na tunaamini kwamba itafanyiwa kazi. Uh, karani, nyinyi ndio ambao ndio mnawakilisha nyinyi, ndio mnazungumza na wananchi kule mashinani, ndio mko katika bunge la kaunti pengine mmejua ni nini kinachangia visa vile vya utovu wa usalama katika maeneo tofauti ya Nakuru. Mm, mm, asanti sana mi, kwa majina ni Karanja. Ya kwanza e, waja tuwache kusema ya kwamba ati Nakuru mambo ni mzuri. Nakuru security wise si kuzuri Nakuru. E, juzi pale kiforojo unakumbuka, kuna msichana aliuawa na akarepiwa, alafu mpaka wa leo hakuna kitu imeendelea. Tumekuja Molo kuna kisa hicho cha Moro cha Moro president aliuawa, hata sasa hakuna hata culprits. Wengine wanajulikana wengine wanadhaniwa, hakuna mtu ana badala kushika. Mwenye mbwa watu walishika mbwa, unaona <laughs> e, tukakuja Mai Mahiu juzi juzi juzi juzi. Mai Mahiu kumeuawa watu watatu, moja alikuwa driver hapo wa taxi, mwingine ame amekuwa hawa broker kwa hivyo visa vya nini viko? Kwa hivyo wakati tuna na unajua security wise security is not a devolved. Mm -hmm. si devolved. Mm -hmm. Security ni ya ni ya, ni ya mtu anaitwa uh, national government. Mm -hmm. Then ukiangalia, najua na shida wakati mwingine, wakati Mwesh anasema ati wanunue gari. Kama kuna wizara inapata pesa nyingi ni internal security. That means internal security ina pesa ina pesa nyingi na kwa sababu unajua jana waj, waheshimiwa walikuwa na maobi. That means we will talk the truth because now we will be inspired by the Holy Spirit situnasema ya kwamba Murkomen ni mtu mmoja amefeel amefeel kabisa kwa sababu ukiangalia zamani na utaangalia ta wakati huu Kidiki alikuwa alikuwa na ukemuona, ukimuona Baragoi unamuona, huyu umemuona wapi? Amekuwa na majukwaa ya usalama akifanya wapi? majukwaa ya usalama ni hiyo ya, ya kuonyesha uh, vile ametajirika. Ile kitu inatakikana kufanyika ni kwamba ukiangalia na usikize usikize Nakuru, na kuru SST atutakikana kuwa na hii mambo ambayo tunasikia, ukisikia mwesha amekwambia hivi magari ya polisi hakuna Hakuna magari ya polisi. Namba tu, kule kuna magari ya polisi, hakuna petroli. Unajua hata huyu mukono mena hapo giri giri. Kwa huyu, kwa mheshimiwa Jen. Kwa, kwa mheshimiwa mweshi e, mother. Na gari, analalamika na bibi ni wa kwake. Unaona? Hata unaweza mwambia tu kama kama hashughuliki, mnangangana na mama au arudishe bibi wapi? Nyumbani. <laughs> Goja, goja, goja, goja. Wacha tuende pole pole. What I'm saying is that Murkomen anaweza sikiza Jane, anaweza sikiza uh, mother kuliko vile anaweza sikiza Kekalia. Lakini kama vile anaweza sikiza nani, kwa sababu yeye huko ndio votasi wake wako mm. Mzazi wake yuko huko. Mimi hata mzazi wake anaweza pato na insecurity si unaona familia yao inaweza pata na insecurity. Kwa hivyo, vile vile, vile alama anaweza ramika sivyo wa gari, anaweza fanya nini? Lakini ana... kwa wizara ile ni ya kitaifa, sio ya watu binafsi. Acha nikuambie, ukiweka ukiweka kibinafsi kumaanisha ile mtu ambaye goja, goja, goja. Hata Biblia inasema anza kuhubiri wapi? Jerusalem. Sasa wewe kwa sababu umepewa hapa, mtu si anaanza hapa huko. If you want to benefit, if you want to be successful, you start from home. Kwa, kwa, kwa, uh, oh, moja watu wengine pia watarami hebu yada kwa Aileen akwambie hata yeye analia. Aileen Choki, salama ukoye maeneo ya Nakuru, lakini bahati kwa ujumla, asante sana Rashid. Saa uh, kusema ukweli kwangu, bahati uh, mambo ya usalama ni changamoto kabisa Uh, nimeweza kupoteza um, mwanabiashara mmoja kama vile uliona tena jana. Uh, kuna msichana ambaye ali... Kuwa abducted, lakini tukakuta amefariki. Ni wa kutoka kwangu, nimekuwa nikiwasiliana na nimekuwa hata nikiweka maswala pale bunge, kuuliza uh, national um, security um, ama wizara ya security waweze kuingilia haya mambo. Ningetaka kuuliza serikali uh, hasa Murkomen na PS wake Omollo, lazima hii maneno ya security ambayo sisi wote tunapiga kelele, kwanza kwangu mimi bahati imekuwa na changamoto kabisa, mm -hmm. kabisa kabisa, watu wanaibiwa, watu wanauliwa, na sasa hasiwezi sema that hiyo uh, ni mambo ya kawaida hapana. Mimi ningetaka kuuliza waweze kuingia, waweze kukuja, waone ni nini shida na um, ukiangalia pengine ni vizuri pia wajue askari wao shida yao ni nini. Ukiangalia kama police station zangu ambazo zinatakikana kukuwa na stima kwangu stima, police station tatu hazina stima. Hakuna magari stima ile kwa su, wakati umekata ama hazina stima kabisa? Hazina stima kabisa, kabisa zimekatwa. Hakuna magari uh, so security kwangu, mimi kwangu ni changamoto kabisa, na hiyo si, nina, ningetaka ikuwe ni jukumu la wizara ya security wakuje waangalie na wakuje tuwasiliane, kwa sababu hiyo ni mambo ambayo nimeongea nimeongea nimesema mara mingi, na kwetu ningetaka watu wawe na usalama kwa sababu niko na jukumu. Naam, kwa sababu na nizungumza kwa sababu Nakuru ni eneo la kibiashara. Aa, Nakuru ni eneo ambalo limeweza kuleta yani cosmopolitan. Watu wengi wamekuja hapa na lina faida kubwa kwa uchumi wa kitaifa. Aa, kwa hizi shida ambazo unazungumzia wewe kwamba kuna vituo vya polisi ambavyo havina hata nguvu za umeme, na si kwamba ati umekwenda bahati mbaya, ni kwamba hazina kabisa. Amezungumza Martha upande wake kwamba kuna vituo ambavyo hata havina magari, hata pikipiki ya polisi haina ilhali wananchi wana imani kwamba wako salama sasa, ambaye ana kama wewe kiongozi unasema kwamba kuna vituo ambavyo havina moto na umejaribu na hujapata jawabu, yule mwananchi anatarajia nini? Wacha niweza kukanusha vizuri eh. Si, stima pale eh. Sijui shida yake ni nini, iko stima lakini kwa kituo lakini hao hakuna stima inawaka. Sasa sijui wanatakana ni bilu, jui sijui jui... ni bila ama sijui ni nini, lakini hizo vitu zote, magari pia shida kabisa, vile madha amesema. Nilikuwa mimi mwenyewe hata nimefikiria tuweze hata kubadilisha sheria ili tuweze kuingilia katika hii maswala. Ukiangalia kama pale ule mwanabiashara aliuliwa uh, last week no. pale ni boda ya madha nagekaria um, ule mwanabiashara aliuliwa pale, gari kutoka kwangu huko juu. Bahati ni moja, kulikuwa na kesi ingine pia la netu moja, by the time atoke hapa akimbie hapa, inakuwa ni, ni ngumu kabisa. So mimi ningeomba tafadhali, lakini lazima serikali iingilie hii maneno ya security Nakuru tutakuja kuizungumzia serikali, lakini kwanza nimpe nafasi pia vile vile ndugu yangu David Kane. Naona kwamba maeneo ambayo yameathirika na utovu wa usalama sana, kwa mmekuwa pale viongozi. Nini kinachangia utovu wa usalama? Mwanzo tu ni kusema kama ndugu yangu vile wa Mariam alisema na ukamrekebisha kwa kusema mambo ya usalama katika waziri fulani si eneo pahali ametoka ama pahali ameoa ama amefanya namna gani, kwa sababu majukumu yake ni Kenya nzima. Uhum. Na ni majukumu ya ndugu yangu Murkomen uh, kuchukua uh, hiyo kazi kwa, uh, kwa nguvu kidogo na kuwekea uh, uzito kidogo, kwa sababu kwa sasa vile inaonekana si ati kusema hafanyi kazi lakini ukiangalia, in fact, jana nilikuwa nikiangalia runinga na nikaona kama hii changamoto ya ukosefu wa usalama ni iko kila mahali katika nchi nzima. Nilikuwa naangalia mpaka nikaambia mama, jana inaonekana Kenya kuna shida, lakini ya kwanza ni ukosefu wa ajira kwa watoto wetu. Hiyo ndio kitu ya kwanza ambayo inachangia uh, kupata changamoto ya, lakini ya pili nisiseme sana, kwa sababu sisi ni wabunge ni majukumu yetu kusaidia. Tuko katika msimu wa kutengeza bajeti, ikiwa kuna hii mambo ya ukosefu ya magari, ukosefu uh, ofisi zile na vifaa zile zinafaa katika uh, vituo vyetu vya polisi, ni majukumu yetu kama wabunge tushikane sote uh, tuweze kusema kama ni magari amna, then tujaribu kuweka bajeti. Tunajua hela hazitoshi mm. Lakini tuweke kuweza pesa nyingi uh, katika. Lakini ya muhimu ni vile tunasema usalama unaanza na mimi hivyo ndio ilifanyika katika eneo langu la bunge. Kulifanyika nini hapo? Ndio kulikuwa na ile ukosefu wa usalama zaidi mm -hmm. So, vile wakazi walifanya, tulisikizana na tukaamua, sio vigilante passé, ile ya kusema sasa tutaenda kama jana. Sijui kama muliangazia hiyo kitu jana kwa runinga mm -hmm. jana mchana mm -hmm. Jana vile ilifanyika katika Nakuru, uh, town center itself jana mm -hmm. watu walishikana, watu ya matatu wakachukua na rungu na wakaenda wakafurusha watu wote wale wanaibia watu katika stage. mm -hmm. Jana walibeba marungu na wakaenda wakawafurusha, kwa sababu pia ni majukumu yetu. Kama mimi vile tuliamua ni tukaweka vikundi vya kutengeza usalama katika uh, estate za kwangu. mm -hmm. na hivyo nimefanya, wengi sasa wametoroka kutoka na Kuru town wamekimbilia, mm -hmm. huku kwingine Barnabas, wakakimbilia kule kwingine upande wa Mawanga na kule kwingine, kwa sababu sisi tulichukua, so ni majukumu ambaye sisi wakazi wa, wa, wa pale Nakuru na wa wajumbe tushikane na provincial administration tuweke kikao ya kuulizana usalama tutaitengeza namna gani. Ndio kama tutaweza pia kukuweka vigilante, ama wale vijana wataweza kuzunguka ama wazee. Kama kwangu nina mahali ambaye inaitwa uh, Shauri Yako, ilikuwa ni mahali chafu sana, lakini mm -hmm. walishikana na siku hizi hata saa saba usiku, labda saa nane, ukianza kuwa umeingia kwa giza, watu wameenda kuchoo kulala. Mm, at least kuna usalama, hakuna kupigwa. Kwa hiyo <coughs> ni majukumu yetu sisi wenyewe, saa zingine tusaidie serikali pia kwa kusema, ingawaje serikali iko na tukiweka na kuweza kuangalia. Kama mimi <coughs> nikipatikana nikipiga nduru, mm, jirani wako ndio mtu ya kwanza kutoka, na inakuwa ni rahisi sana, na hao wenye wanafanya hii vitendo kama vile tumeambiwa, wanajulikana na ni watu ambao wamekuwa wakizunguka, na haiwezekani mtu mmoja wiki mbili anazunguka tu na bunduki na hajawezo. Tunauliza Murkomen Wacha watu yako wafanye kazi na unachozungumza kusema kwamba viongozi pia uh, wachukue jukumu la kubadilisha, la, la kubadilisha na kuchukua hatua nimependa. Ni, ni, ni, ni, ni wazo zuri kwa sababu pia uh, kiongozi akichukua msimamo wa kupigania usalama ni bora kwa kinyamaza, maanake kumekuwa na ile kasumba kwamba kuna baadhi ya viongozi pia ambao wana makundi yao ambao wanatumia ya washabikie ya wasukume wakati wa kampeni e, pia ile inachangia vijana kwamba waogope, unajua hata nikishikwa Irina tantoa, nikishikwa arama atantoa, nikishikwa iai atantoa hmm. Nafiini mna na, na kibarua cha kuhakikisha kwamba hamuendekezi urafiki wa karibu na yale makundi ambayo yanawahuni maeneo tofauti na, ya na, wahuni uh, na Kuru. Irina, kibarua kigumu hicho kwa sababu kura mnazitaka kweli na wao ni wauni kweli. Ukiwazungumzia sana wanasema watakupigia kupigia kura, lakini kama kiongozi bora Um, huwezi tikia kwenda kutoa ule jambazi ambaye unajua kweli ataenda kuangamiza wale wengine. So ni, ni kweli tushikane ili tuweze kusaidia pia um, askari wetu na no. pia hata wakaaji wenyewe tukisema that security starts with you, with, no. with, with, with you. Pia waangalie hata wapagaji waangalie, ni nani wana, wana, wanapatia nyumba zao kuingia ama kukodisha, na usisahau pia Rashid no. Wale wahuni sio wengi mm -hmm. Hauwezi kuwa mwanasiasa mjinga mm -hmm. Ukaweza kupoteza kura za wale wengi ukifuata hizi chache mm -hmm. Nafikiri sababu kama hata kwa constituency unapata ni kikundi kidogo sana no? Ukiangalia uko na kura elfu laki moja tuseme, mm -hmm. lakini wale wahuni ni, ni chini ya hata mia moja mm -hmm. ama chini ya fif, hamsini mm -hmm. hauwezi ukakuwa mjinga ukarisk kutupoteza hiyo kura ya wengi mm -hmm. sababu watateroraiza hao watu, unajua wataanza kama kikundi ambacho kiko na backing ya siasa mm -hmm. lakini wale watu wataumia ni wanasiasa ni wale watu, wananchi wako. Kwa hivyo utakuwa umepoteza mwelekeo kama kiongozi, ukiweza kushikana na vikundi ambavyo vitaweza ku, kuhakikisha kwamba watu wako hawakai kwa amani. Lakini pia labda pende kwa sekunde, kwa l l kidogo... l pia, unajua hii maneno ya hii makundi wanasema hii vijana mnasema vile mheshimiwa Gikaria amesema ni kwa sababu wanakosa ajira, lakini sisi kama kwangu Uhum, tumeenda nimechukua wengi wale walikuwa uharivu tumewaweka pamoja, tunawafungulia makawos na kuwaeleza hmm, ni biashara gani wanaweza fanya ndio wawache, na bila shaka naona pia Bwana Karai taka kuchangia, nipe nafasi na mapumziko ni karudi nitakuwa naanza na wewe, lakini kitu ambacho ningependa kuzungumza, nakumbuka kumbuka, nishawahi kuoji baadhi yenu hmm, uh, wakati ule wa kampeni na mkaja mkasemza kwamba mkaa mnasema kwamba pale tunapoelekea ndio mahali sahihi, kwa sababu nafasi za kazi zitapatikana, vijana hmm, watawezeshwa usalama utapatikana. Sasa kinachonishangaza ni kwamba hapa mnakaa miaka miwili mitatu baadaye mnasema mm, kazi hamna na usalama wapi? Pana tatizo, tukiruta kuja tuzungumze mm, ili tujikumbushe jana ndio tuitengeze kesho yetu. Mtazamaji mengi baada ya mdosioko mrefu.